Ebana wa shirikisho la soka barani Afrika CAF kupitia kabineti yao ya nidhamu, imeweza kuiadhibu klabu ya soka ya Simba kutokuwa na mashabiki katika mchezo wao wa hatua ya awali dhidi ya Gaborone United utakaochezwa siku ya Jumapili ya tarehe 28 ya mwezi Septemba katika dimba la Benjamin Mkapa mwaka huu 2025. Wameiadhibu klabu ya soka ya Simba kuwa na mashabiki na alkadhalika, wameweza kuitoza faini ya dola elfu hamsini. Hatua hii imekuja mara baada ya kabineti ya nidhamu ya shirikisho hilo kuweza kupitia matukio mbalimbali mbali tatanish, katika mlolongo ama makala ya mwaka jana, makala ya 2024 2025 ya mashindano ya virabu barani Afrika, yaani CAF Confederation Cup na CAF Champions League na kuikuta klabu ya soka ya Simba ikiwa na hatia katika michezo miwili ya hatua ya... na kuikuta klabu ya, ya Simba ikiwa na hatia katika michezo miwili ya... mchezo wa kwanza ni mchezo wa hatua ya robo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya klabu ya Almasiri ya kutokea kule nchini Misri walionekana mashabiki wa klabu hii wakiwa wameshika zile fire arms, yaani zile fataki ambazo CAF wamezizuia wameweka katazo, mashabiki wa mashabiki wasiingie na hivyo vitu, kwa sababu moja ni hatarishi, pili zinanyima haki ya matangazo kwa yule mdhamini ama mdhabuni ambaye amepewa tenda ya kuonesha ama kurusha mashindano hayo kupitia runinga. Pia CAF wameiadhibu klabu ya soka ya Simba dola 35,000 katika mchezo wa fainali dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao ulipigwa katika dimba la New Aman Stadium ama New Aman Complex kule mjini Zanzibar, ambapo walionekana mashabiki wa klabu ya soka ya Simba wakiwa wameingia katika touchline, pia wengine wakiwa wamefanya vurugu nje ya uwanja. Adhabu hiyo imekuja mara moja, na klabu ya soka Simba kupitia na klabu ya soka Simba kupitia msemaji wao wamesema hii ni hatua ngumu sana ambayo wanaipitia, na pia kwa upande wao itaenda kuwa athiri, kwa sababu mashabiki wana mchango mkubwa sana kuelekea katika mashindano haya ya Afrika. Pia amewaambia mashabiki wa klabu ya soka ya Simba popote pale walipo waweze kuisapoti klabu yao licha ya kwamba hizi adhabu zitaenda kuiathiri klabu moja kwa moja, lakini wasisahau kwa Simba Sports ni zaidi ya timu ya mpira wa miguu. Langu jina ni Hafidh Napucha, endelea kutufuatilia Wasamalia TV, usisahau kushare, kusubscribe, kulike na kucomment kila updates ambayo itapandishwa ama utaiona katika ukurasa huu ama channel hii ya Wasamalia TV.